hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, naanza kusema mahakama ya eh, kosea, kunani huko? Basi habari inaendelea kwa kina kwenye gazeti la Nipashe, lakini kuna habari inasema Rais baki nyumbani kama huna dharura. Eh, rais, eh, asema baki nyumbani kama hauna dharura. Lakini wagonjwa wa kifafa wanavyobeba maumivu makali yasiyoonekana, wagonjwa wa kifafa wanavyobeba maumivu makali yasiyoonekana na kuna habari inaosema vurugu Oktoba 29, waziri Mchengerwa wa kutolewa motisha kwa walio ratibu, e, walio tibu wagonjwa e, Mchengerwa wa kutoa motisha kwa walio tibu wagonjwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini miaka 64 ya uhuru, taifa linaendelea kul, e, kulilia e, gavana BOT IGP AG e, mwanamke. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini taifa linahitaji kupona, sio kujeruhiwa upya e, taifa linahitaji kupona, sio kujeruhiwa upya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari inasema mikakati e, mipya kuokoa shilingi trilioni mbili, bidhaa za ndani e, mikakati ya kuokoa trilioni mbili, bidhaa e, za ndani. Lakini hofu hekaheka sikukuu ya uhuru E, hofu na hekaheka za sikukuu ya uhuru. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na Simba Chawene aonya polisi wasikamate watu kininja. E, huyo ni waziri Simba Chawene, polisi wasikamate watu kininja. Lakini Mchengerwa ni marufuku hospitali zote kuzuia maiti. E, huyo ni Mchengerwa atoa neno. Habari inaendelea ukurasa wa nne kwenye gazeti la la Mwananchi, patana kale yako kwa habari kwa kina lakini kitu kichana gazeti la Mwananchi tuangazie kuni gazeti lako la habari leo. Lenye linaandika Kitila ataja vigezo miradi ya uwekezaji. E, Kitila ataja vigezo miradi ya uwekezaji. Lakini Mwigulu, wafanyabiashara e, wasinya wasinyang'anywe bidhaa. Huyu ni Mwigulu Nchemba asema wafanyabiashara wasinyang'anywe bidhaa. Lakini Tanzania na Marekani mambo safi ushirikiano. E, Tanzania na Marekani mambo safi ushirikiano. Rais Samia akutana e, na Kaimu E, balozi ikulu Chamwino. Lakini majadiliano ya miradi e, ukiwemo wa LNG e, mbioni kukamilika. Na Rais Samia asema Tanzania iko tayari kushirikiana na, na wanaoheshimu uhuru na maono yake ya ustawi. Yuna habari inaendelea ukurasa wa saba. Lakini kuna habari inayosema polisi yapewa mwongozo ukamataji wa watuhumiwa e, polisi yapewa mwongozo ukamataji wa watuhumiwa. Lakini bilioni 6.7 kutibu wasio na uwezo lakini Tanzania ya amani miaka 64 ya uhuru, eh, Tanzania ya amani miaka 64 ya uhuru. Hiyoi habari kwenye gazeti la kula habari leo, yako kwa habari kwakia chana gazeti la kula habari leo. Tuangazie kwenye gazeti la kula Zanzibar leo, lakini naanza na habari nausema, bodi shirika la la magazeti ya mtaka mkandarasi kuharakisha ujenzi wa ofisi lakini udhalilishaji ni janga la kimataifa e, udhalilishaji ni janga la kimataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako e, la Zanzibar leo. Lakini bado kwenye gazeti la Zanzibar leo kuna habari inayosema SMT ya mtaka e, ya wataka wananchi wasiokuwa na dharura kubaki e, nyumbani leo. SMT ya wataka wananchi wasiokuwa na dharura kubaki nyumbani leo. Lakini Ahmedi ahimiza mabadiliko sekta ya afya. Emedi ahimiza mabadiliko sekta ya afya. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kuna gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele inaandika Rais Samia awatakia heri Watanzania miaka 64 ya uhuru. Lakini tulieni nyumbani. Hiyo ndio habari kubwa kabisa, kuna gazeti lako la Uhuru nasema tulieni nyumbani. Na Rais Samia, Balozi wa Marekani wajadili miradi ya kimkakati. Lakini mazese Vingunguti Buguruni kuishikishua. E, mazese vingunguti buguruni kuishikishiwa habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata e, nakala yako kwa habari kwa kila huku gazeti lako la Majira lenye naandika madiwani watakiwa kwenda na kasi ya rais Dkt. Samia, lakini serikali yatoa kauli kuhusu kinachoitwa maandamano. E, serikali yatoa kauli, e, kuhusu kinachoitwa maandamano. Lakini Rais Samia afanya mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani. Neema mpya yanukia kwa wawekezaji hiyo ni habari kwenye e, gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina huko, gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linatuandikia taasisi ya Asma Mwinyi yatoa msaada katika magereza ya bara na visiwani, lakini Tanzania na Marekani katika deal ya dola bilioni 43.2, na Dr. Mwigulu atangaza e, kuwa upande wa wa e, Dr. Mwigulu atangaza kuwa upande wa wafanyabiashara wadogo, Dr. Mwigulu atangaza kuwa upande wa wafanyabiashara wadogo baienye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la wamachinga sauti wa ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika: taasisi TRA imefanya kazi kubwa kuboresha huduma za forodha. Lakini Samia, heri ya miaka 64 ya uhuru. Huyu ni Dr. Samia atoa heri ya miaka 64 ya uhuru kwa wa Tanzania Watanzania, huku Dr. Mwigulu awasilisha usalama zake salamu zake, eh, eh, za uhuru kwa Watanzania, agiza wananchi eh, kwa washeherekee wakiwa nyumbani. Lakini rais Samia ateta na Marekani, mradi wa LNG waiva. Lakini Simba Chawene eh, waandamanaji fuateni sheria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari gazeti, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo yaleo linaanza na habari inayosema simba Simba Chawene wanaotaka kuandamana eh, wafuate sheria. Lakini miaka sitini na nne ya uhuru leo, Rais Samia awatakia kheri wananchi wa Tanzania. Lakini atete na Marekani, mradi wa LNG wa eva. NHC c yavuna rekodi miradi mikubwa ya makazi e, habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Uelekeo neno naandika Dkt Samia, sherehekeni uhuru nyumbani leo. Lakini ukitaka kuandamana, lete maombi yako, eh, tu. Huyo ni Simba chawene asema ukitaka kuandamana Leti maoni yako tu, lakini acheni kuzuia maiti boresheni huduma. Huyo ni Mchengerwa asema kwenye gazeti lako la Uelekeo, habari hii inapatikana kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele e, za magazeti mbalimbali nchini mbali, Tanzania kwa asubuhi ya leo e, sasa tuangazie kwenye kurasa, kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Uelekeo linatuhabarisha Taifa Stars ya paa kabini Misri hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la uelekeo linasema: Taifa Stars eh, pa kambini Misri, lakini kocha Ibenge amwagia maua mpanzu eh, kocha Ibenge amwagia maua mpanzu. TPLB ya washughulikia eh, waamuzi wa wachezaji eh, TPLB ya washughulikia waamuzi na wachezaji Yumo, Refa Ahmada aliyetoa penalti tata kwa Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa ya eh, michezo lakini ki gazeti laku la Mwanahabari naandika kocha Yanga mpongeza Dube, kocha Yanga mpongeza Dube unyango Mamelodi, Simba swala la muda tu. lakini Muntari atabiria makubwa Afcon ya Morocco. lakini mkude waingia e, katikati anga za e, TRA United, Mkude Awaingia katikati anga za TRA United, yuna habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mchezo huko. Gazeti lako la taifa Tanzania liandika jeruti ya nasa ghala la Jezi Jezi Feki Feki Jeruti. Lakini la penati ya Dube yampeleka mwamuzi lupango ya soka mechi tano. Lakini nyuki marathon yavuka mipaka hadi Zimbabwe, hiyo habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kurasa wa michezo huko gazeti lako la Majira linaandika Taifa Stars yaelekea ya Misri kujiandaa na AFCON 2025. Eondoka wa wakiwa na matumaini. Lakini wizara tatu za jadili kuimarisha michezo nchini ili gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika chambua dube kama Mayele. E, chambua dube kama Mayele, matola akubali muziki wa Azam yune bariki kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Shabalala nado watoa wa msimamo wa Taifa Stars watu watoa msimamo Taifa Stars. Kocha Yanga ageukia uwanja. Lakini miaka 64 ya uhuru eh, rage walonga baina, rage walonga miaka 64 ya, ya, eh, ya eh, JKU walikanyaga New Stone Town mabao saba kwa mbili. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo naandika Stars ya enda kabini Misri. Ibenge asifu wachezaji wake eh, Matola alia na washambuliaji. Pedro, Ubovu wa uwanja umetunyima mabao. Yone bari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa eh, za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti eh, kurasa naandika njia ya ubingwa kombe la dunia. Eh, lakini tatizo lipo hapa. Simba yapewa ujanja kujiokoa mapema. E, tatizo liko hapa. Simba yapewa ujanja kujiokoa mapema, lakini Pedro asimulia ya Dube ampa kazi nzito Yanga. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo linaandika Julio amrejesha Ma manula Stars. E, Julio amrejesha Manula Stars, kocha huyo asema ana sababu nne muhimu zinazomfanya aitwe eh, kikosini. Lakini Morris afurahi zaidi akitoa asisti Simba, eh, Morris afurahi zaidi akitoa asisti Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Nipashe kwenye kurasa, eh, za michezo pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la kuna Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia somo la magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa herini.